Uhali gani mtazamaji wa chaneli hii, karibu tena katika video siku ya leo, ambako tunakwenda kujifunza ni namna gani ya kuweza kuomba mkopo wa elimu ya juu. Kabla ya kuendelea, tafadhali naomba usubscribe kwenye chaneli hii, ili kusaidia, uweze kukua na kufikia watu wengi zaidi. Jambo la kwanza kabisa unataka kufanya ni kwenda kwenye Google na kuandika HESLB, yani Higher Education Students Loans Board. Baada ya kuandika hapo Linki ya kwanza kabisa utatakiwa kufungua ambayo imeandikwa Higher Education Student Loan Body ni unakuja hapa ambako wameandika loan application. Baada ya kufika hapa, unatakiwa kugusa sehemu imeandika online application ORAMS. Na baada ya hii ORAMS kufunguka, hii ndiyo website ambayo tutakwenda kuombea mkopo. Kwa hiyo tutakuja hapa ambapo imeandikwa loan applicants. Utagusa hii option ya kwanza, ambayo imeandikwa apply for loan. Baada ya kufungua hapo tutaulizwa kwamba umesoma Necta au ni, ni nani Necta. Kwa hiyo ukiwa kama umesoma Necta utagusa na Necta. Baada ya hapo utatakiwa kuingiza namba yako ya form four, namba yako ya mtihani ya form four. Na hakikisha kwamba namba hii ni ile ile uliyoitumia katika kuomba vyuo, maana watalinganisha. Baada ya kupata chuo watalinganisha namba ya form four uliotumia kuomba na namba ambayo unayo kuomba mkopo. Inabidi zifanane ili uweze kupata mkopo. Utachagua S kama ulikuwa ni secondary candidate au utachagua P kama ulikuwa ni a private candidate. Baada ya hapo unatakiwa kujaza namba ya shule ya form 4. Na baada tu ya kujaza namba ya shule itatokea hapa chini, gota hakiki kama shule ni hiyo. Baada ya hapo utajaza namba ya mwanafunzi kisha utajaza mwaka uliomaliza kidato cha 4. Baada ya kukamilisha taarifa hizo zote, itatokea shule uliyosoma pamoja na majina yako. Kwa hiyo, kama ni hivyo, ni sahihi, utagusa hii button ya kukonfirm. Hatua inayofuata, details zako wewe sasa muombaji, application category. Kama unakwenda kusoma bachelor, yani degree, utachagua hii option ya kwanza, local undergraduate applicant. Na kama unakwenda kusoma masters na kuendelea baada ya kujaza aza zako hapa utakwenda kugusa button ya generate application fee control number. Kwa hiyo itasema hapa ina, ina fetch control number. Tafadhali subiri. Hii ni control number ambayo utatakiwa kulipa elfu thelathini kama gharama ya fomu ya maombi ya mkopo. Kwa hiyo, baada ya kupata hii konto namba utatakiwa kulipa elfu thelathini ili uweze kuendelea na hatua zitakazofuata. Hiyo baada ya muda kidogo konto namba imekuja, na hii konto namba utatakiwa ulipe shilingi elfu thelathini kama gharama ya fomu ili uweze kuendelea na hatua zinazofuata. Kwa hiyo baada ya kulipia peji itajirefresh na itakwambia hapa you have successful paid kiasi hicho hapo, na hapo utaruhusiwa kuendelea na kuweza kujaza fomu. Kwa kisha utalipa ili uweze kuendelea na kujaza fomu. Na baada ya hapo, hii ndio fomu ambayo ni sehemu ya kwanza ya kujaza. Hizi ni taarifa zangu za kidato cha nne. Juu hapa kuna form title, alafu kuna taarifa za chini hapo nataka kujaza kwa hiyo tulishajaza taarifa za form 4, aina ya maombi tunayoomba kama ni local undergraduate na, na hapa ni fomu ni namba ya muamala ambayo umeifanya. Kwa baada ya hapo sasa, utatengeneza password ya account yako ya bodi ya mkopo, ili hata kwa wakati mwingine utakapokuja una login kwa kutumia hizo credentials zako. Hakikisha password unayoitengeneza unaisave mahali ili uweze kuifahamu. Chini wanakuambia uchague swali la siri ambalo litakusaidia kama utakuwa umesahau password yako. Ukitaka ku reset watakuuliza hilo swali la siri. Hapo kuna ma mawili, hizo jina la mama au shule ya msingi uliyosoma. Kwa hiyo utachagua ambao uh, uh, limekufaa kisha utaweka kisha utaweka jibu lake hapa. Na ikawa ikiwa umesahau password yako watakuuliza hilo swali la siri ili uweze ku reset hiyo password yako. Baada ya hapo utahakiki taarifa zako kama ni sahihi na kisha utabonyeza hii submit form. Umefanikiwa kufanya usajili na username yako utakayoitumia ni namba yako ya form 4 na password ndio uliyotengeneza. Kwa hiyo tutabonyeza hapa kwenda ku login kwenye account ili tuweze kujaza form sasa. Okay. Kwa hapa tutatakiwa kujaza namba yetu ya form 4 na password yetu au username na password. Utatumia kuomba mkopo. Kwa hiyo hapa kushoto kwenye hii tab nyeusi sidebar, kuna hizi hatua ambazo, zenye rangi ya kijani maana yake zimekamilika, zenye rangi nyekundu maana yake bado haujazikamilisha. Kwa hiyo unatakiwa kujaza kila hatua uhakikisha kwamba zote zitageuka. Kwa hiyo katika kujaza, hakikisha kwamba hizi hatua zote ambazo zipo katika sidebar zitabadilika na kuwa rangi ya kijani, hii kumaanisha kwamba hiyo hatua umejaza kikamilifu. Hatua ya kwanza ilikuwa ni application fee ambapo umelipia. Hatua ya pili ni ile ya kujisajili wewe mwenyewe. Hatua ya tatu ni ya kuandika aina gani ya maombi ambayo tuliandika kama ni local undergraduate na hatua ya nne ni kujaza taarifa zako wewe mwenyewe. Hatua ya tano sasa ni demographic info. Hapa utakwenda kujaza taarifa zako za kidemografia yani mahali ulipozaliwa na taarifa zinazofanana na hizo. Kama unavyoona hapa place of birth, mahali ulipozaliwa utakwenda kujaza. Kwa kama hapa kuna option tatu umezaliwa Tanzania bara Zanzibar au nje ya nchi. Utajaza kutokana na taarifa zako, utajaza pia mkoa ambao umezaliwa na pia utajaza wilaya ambayo umezaliwa. Baada ya hapo utahama sehemu mahala unapoishi kwa sasa. Kwa hiyo, pia utachagua mkoa ambao unaishi kwa sasa, pia utachagua wilaya ambayo unaishi kwa sasa na hapa utatakiwa kujaza postal address ya eneo ambao unayoishi ambapo ni Dar es Salaam, kata unayoishi. Hakikisha unajaza taarifa hizi kwa usahihi, kama ufahamu ni afadhali ukauliza watu ambao wanafahamu ile taarifa, ili uweze kujaza taarifa ambazo ni sahihi zaidi hii inaweza kupatikana na Google, yani tafuta tu post code ya eneo unaloishi andika search Google. Hapa site ya Tanzania ambayo imeorodhesha hizo post code zote hapa. Kwa hiyo tembelea hiyo website ukaweza kujua post code ya eneo unaloishi, ambapo mimi eneo ninaloishi ni kumi na nne kumi na moja tatu. Hakikisha hizo post code ni namba tano. Baada ya hapa ndipo umuhimu wa kuhakiki cheti cha kuzaliwa utaonekana. Utatakiwa kuandika utatakiwa kuandika verification number ya cheti cha kuzaliwa. Baada ya cheti chako kuhakikiwa, watakupa verification number. Kwa hiyo utatakiwa kuandika hapa ile verification number. Kwa kama ufahamu, ingia account ya Rita na uangalie verification number ya cheti chako cha kuzaliwa na utaiandika hapa, na hapo utaandika namba yako ya NIDA kwa hiyo utakwenda kujaza hizi taarifa. Kwa hiyo kufahamu verification number za cheti chako cha kuzaliwa, ingia akaunti yako ya e-ITA ambako ulituma maombi ya cheti chako cha kuzaliwa na uweze kuiangalia hiyo verification number. Kwa baada ya login utakuja hapa kwenye best services. Baada ya best services kufunguka utakuja kwenye submitted hapa ili kuona result yako ya cheti ulichokituma. na na verification na verification number ni hii hapa kwenye column ya kwanza kabisa. Hapa kuna verification number, hii ndio verification number ya certificate yako. Kwa hiyo utahakikisha hii namba unaikopi ambayo inahitajika kwenye akaunti ya mkopo namba. Kwa ukipaste hiyo namba moja kwa moja itaweza kufetch taarifa RITA na kukwambia kwamba wewe ni nani, au hii namba ina taarifa za nani. kwa kama jina litatokea ni la kwako hapo basi ujue hiyo namba ni sahihi. Kama jina halitotokea kwako tafadhali hakikisha hiyo verification namba ni sahihi kabla ya kuendelea. Baada ya hapo utatakiwa kuandika namba yako ya NIDA. Andika namba yako ya NIDA kwa ukamilifu kwenye hii check box hapa. Kwa hiyo hatua ya mwisho hapa ni wanakuuliza kama wewe ni mwanafunzi mpya au ni mwanafunzi unaendelea na masomo, maana kuna aina mbili ya uombaji wa mkopo. Kuna yule ambaye ni mwaka wa pili, labda anataka kuomba mkopo mwaka kwanza alikosa. Utajaza hapa kama ni mwanafunzi mpya au ni mara ya kwanza kuomba mkopo. Baada ya hapo, tumefika hatua hii ambayo nataka kujibu taarifa kuhusu wazazi na hali yako ya kiuchumi, kama una ulemavu wowote utabonyeza hii batani hapa kusema yes na no. Utajaza aina yako ya ulemavu kama hauna basi utaacha ambapo ipo noo, kama ilivyo kawaida. Na pia baba kama anaishi au mzima au amefariki, utatakiwa kujaza hapa. Kama amefariki, hakikisha utatakiwa kuupload taarifa au cheti cha kifo. Kwa kama baba hajafariki, utagusa hii alive kama amefariki utaweka dead, lakini ukiandika dead utatakiwa kuweka cheti cha kifo k kama live, pia zitakuja taarifa zake hapa, ujaze jina lake na namba zake za simu na maeneo anayoishi pamoja na kazi anazofanya.